He bana, movie yetu bwana, inaanzia pande za kijijini akionekana bibi mmoja mchawi maeneo ya porini akiwa amemning'iniza juu kijana mmoja katika mazingira ya kutatanisha yani kimazingara, kiuchawi. Sijui kijana amefanya kosa gani ama bibi anampa adhabu ile kwa ajili gani, lakini yule bibi anaonekana akiwa na asira kali na kumning'iniza juu huku akionekana kumnyonga kwa nguvu za giza. He bana, inatisha sana kisha bibi akageuka upande mwingine na kuonyesha silika yake huku macho yake yakiwaka rangi nyekundu. Hebana, he! upande mwingine anaonekana mwanamke ama mke wa mfinanga akiwa anatoka polini kukata kuni akibeba mzigo wa kutosha. Hebana, wanawake wa kijijini wako na power sana hawaishiwagi power kabisa. Hebana, wakati anatembea njiani akitafakari mawili matatu, ghafla anastaajabu kukutana na profesa, kwa maana profesa amepotea kitambo sana. Katika hiko kijiji anaonekana uso wake kujawa na furaha na profesa anamuuliza maswali, vipi, baada ya kujifungua, mimi kukusaidia wewe kuweza kuzaa, mliendeleaje wewe na mume wako? Ebana, binti alionekana kuinamisha sura chini kwa huzuni, na akasema mimi, baada tu ya kujifungua mume wangu aliweza kupoteza maisha wiki chache mbele, na inaonekana ameweza kuuawa kwa nguvu za giza. Profesa anamwangalia kana kwamba anamwonea huruma hivi na kisha anamwambia, nisikilize kwa makini binti, mume wako wewe hajafariki, bali mume wako bado mzima kabisa, ila tu nachokuambia, tuliza boli, nyama ziko chini, kwa maana namaanisha, usimwambie mtu yoyote yule kwa sababu endapo utamwambia mtu utaniharibia plani yangu, ama utaharibu mipango yangu yote ambayo imesababisha mimi niweze kutoka mjini huko ambapo nilikuwa nawasaidia watu wengine niweze kurudi kijijini ili niweze kutoa msaada katika pande hizi pia. Ebana ye binti akauliza, kwa hiyo siruhusiwi kumwambia hata mama? Profesa akamwambia uruhusiwi hata huyo, ndio maana nimekuambia uruhusiwi kumwambia mtu yoyote. Ebana binti akabaki anashangaa na Profesa akapita zake na kwenda zake, huku binti akigeuka nyuma na kumwangalia na akitafakari mawili matatu, na mwisho wa siku naye akaamua kuendelea na safari yake bana, au sio? E bana, hapa tunaona katika hizi sini hiki kijiji kimekumbwa na matatizo, na inaonekana ndio asili ya zamani ambapo Profesa alikuwa anaishi kabla ya kwenda mjini kuweza kukichafua bana, kuweza kuwavuruga wabaya wote. Alipokwenda mjini alifanya makubwa sana ambayo tuliyaona katika episodi zilizo iliyopita na hivyo ameamua kurudi nyumbani kwao ambapo alikuwa anaishi mwanzo na kuweza kusota out matatizo yote ambayo yanakikumba kijiji chao. Kwa maana kijiji hiki kwa sasa hivi kinaonekana kukumbwa na anguko la watu kuweza kufariki mara kwa mara, na hapo yote yanatokana na nguvu za kiza ambayo yanasababishwa na yule bibi ambaye tulimwona mwanzoni kabisa akiwa amemning'iniza kijana mmoja hivi hewani. E bana, e, endelea kusikiliza dudi letu, tukiamia upande mwingine tunamwona binti akiwa haihai njiani huku ameshikilia ndoo mkononi akionekana anawahi kisimani kuweza kuteka maji. Lakini kwa nini asitembee kwa mwendo wa kawaida na akaondoka haihai hai? Inaonekana kuna jambo ambalo si la kawaida linaendelea katika hiko kijiji bana, ni noma sana. Anaonekana kufika kisimani na kuwakuta wenzake wawili wakiwa wanateka maji katika kisima, na alipofika akaweka ndoo yake chini na kuamua kukaa. E bana, alipokaa kaanza kuwapa wenzake umbea ama ubuyu ama za ndani ndani kabisa ambazo zinajiri sasa hivi katika kijiji chao, na wenzake wakaonekana kuwa na hamu ya kutaka kufahamu ama kutaka kujua, kwani kila alichomuzapojua kila li imekuwa kuna matukio ya ajabu ya kutisha katika hiko kijiji. Leo utasikia kafa huyu, kesho kafa yule, huyu kagongwa ka na nyoka, yule kangukiwa na jani la mpera, yule kateleza kafa. Yamekuwa ni matukio ya kutisha kila siku katika hiko kijiji, e bana. Lakini binti akawaambia wenzake sio swala hilo kabisa. Swala ambalo anawafikishia hapo na anawataarifu kana kwamba Profesa mtetezi wa watu mtetezi wa wanyonge amerudi katika hiko kijiji Waka kama kutokuamini fulani hivi lakini akasisitiza na kusema yeye amemwona na amepata taarifa, na hizo taarifa hajagushi wala nini, ni taarifa za kweli zenye uwazi na uhakika. Ebana mabinti wakaonekana wanatabasamu fulani hivi na wakifurahia ujio wa profesa katika kile kijiji, kwani ataweza kusota auti matatizo yote ama changamoto zote ambazo zinawakumba katika hiko kipindi ebana. Tukiamia upande mwingine Tunamuona binti akiwa amefika na mzigo wa kuni nyumbani kwao, na mama yake akiwa anatoka ndani, na mama yake akimuuliza kwa hasira, mbona umechelewa sana? Na binti akajibu, mama, uwezi kuamini, yani nikiwa njiani narudi na huu mzigo wa kuni, nimepishana na profesa mtetezi wetu amerudi. Mama alionekana kama amekunja sura, lakini ghafla akabadilika na kutabasamu na kusapoti eh, na kusema kwamba eh, namshukuru Mungu mtetezi wetu amerudi. Ili jambo sio la kulifumbia macho, ngoja nikatoe Nitoe taarifa kwa majirani wengine lakini kabla sijaenda kutoa taarifa kwa majirani wengine, je, amekuambia jambo lolote? Binti bwana akataka kuropoka, lakini akikumbuka ule msisitizo wa Profesa kumwambia usimwambie mtu yoyote, akaamua kupiga kimya na kupotezea fulani hivi. Na mama akaona kama mwanaye kuna kitu anamficha, lakini akakazia bwana mimi hajaniambia chochote. Na mama akasema basi tusipoteze muda, yani tusipoteze wakati, yani tusipoteze time. Eh, mama akatoka wangu, wangu akisahau hata ndala, ili mradi kufikishia ujumbe majirani wengine. Na binti akamshtua mama yake, na mama yake akageuka katika sura kali yenye mshangao, lakini binti akamwambia mama, mbona umesahau hata ndala? Na mama yake akasema ah, akazirudia ndala zake na kisha akaondoka wangu wangu, akimwacha yule binti akiwa katika mshangao mzito ama mshangao mkubwa. Eh bana, usishangae kwa nini tunamwita mama, ila pia kwa upande mwingine mama mkwe pia ni mama eh bana, huyo ni mama yake. Na mfinanga akionekana kuelekea kutoa taarifa, sijui anapokwenda ni wapi, lakini tuzidi kusikiliza, tuzidi kutega masikio yetu kusikiliza. Afrika nchini, tutaweza kujua ni wapi ambapo anaelekea kutoa hizo taarifa. Eh, bana he, ni hatari sana na nusu. Kwa upande mwingine pia tunamwona profesa akiendelea na safari zake za hapa na pale kuzunguka huko kijiji chake cha zamani. Wakati anatembea bana, njiani si ndo akapishana na yule mbea mtoa maneno wa kijiji. Eh, bana, cha kushangaza profesa anashangaa kukutana na dawa yao akiwa ni bubu haongei kabisa. Na dawa yao alipomuona profesa akamfuata bana. Na profesa akamwambia bana, tatizo wewe kimbele mbele ndo kinakuponza mdomo mwingi nguvu zenyewe huna, angalia sasa wamekushona ile mbali. Na yule bwana binti akawa anaongea kwa ishara kumuonyesha kwamba bana yeye sio mbea, akimuonyesha profesa pia hatoweza kurudia tena, hivyo aweze kumpa msaada ili aweze kurudisha uwezo wake wa kuweza kuzungumza. Na profesa akamuuliza swali moja la msingi, akamwambia je, nikikurudishia uwezo wako hutoweza kuwa na kidomodomo tena? Kwa sababu kidomodomo kinaharibu mipango ya watu wengine, ni wazuri na wengine ni wabaya. Hivyo unapaswa kutuliza bakuli lako muda mwingine ili kutokuharibu mipango ya watu. Lakini pia yule dawa yao akaonyesha kwamba yeye amejifunza na amekoma na atashona mdomo wake kuanzia sasa. Ndipo Profesa akamsogelea na kumgusa kwenye paji la uso na ile uwezo wa kuto kuongea ama nguvu ya kiza ambayo ilikuwa namzuia kuto kuongea ikaondoka, na dawa yao akaanza kubwabwaja pale pale, na akasahau kabisa kwamba alimwahidi profesa kwamba hataweza kubwabwaja tena vibaya vibaya, ebana. Profesa akabaki anamshangaa mshangaa tu, na kisha akamwambia, wewe si ndo dakika mbili zilizopita uliniambia kwamba huwezi kuongea? Ndipo pale pale dawa yao akaona aibu na kusema ule msemo wa dada zetu wa mjini wa sasa, eti kwamba aibu naona mie na, na Profesa akamwambia sasa wewe endelea kutoa toa iko kidomo chako wakikushona sitoweza kukusaidia tena ebana. E, dawa yao akaonekana kuendelea kumtazama Profesa huko akimtania katika maneno mawili matatu ya kuonyesha utani ndani yake, na akimwambia e, Profesa e, usisahau jioni kuja kuchukua hata hata hata fenesi e bana. Basi ndipo kila mtu akashika njia yake na wakaondoka. Upande wa pili wanaonekana wale mabinti wakiwa wametoka kisimani kuteka maji e bana, ndipo akagawana njia wawili wakapita huku, na yule mmoja ambaye aliyowafikishia taarifa ya ule ubuyu akapita njia yake. Ndipo alivyozidi kutembea njiani akakutana na dawa yao e bana. Binti kwa sababu anajua bado dawa yao ni bubu na amepigwa kimbola kwa sababu ya umbea wake, akaanza kum maneno ya shombo akiwa akiwa na na na na na na ndoo yake kichwani, kumwambia wewe mama, huna huna haya, unapenda kuongea ongea ongea na kuropoka ropoka sana. Aya, mdomo wako cha kusema sasa sasa nikusikilize. Dawa dawa yao yao akibaki tu kumwangalia kumtazama, akimpimia vipi, ndipo akamwambia hey, mtoto koma wewe. Na yule binti akaonekana kushtuka fulani ya kutegemea kumsikia dawa yao akiwa anazungumza e bana, imekuwa Surprise kwake na dawa yao akaendelea kumshindilia misumari, yani akiendelea kumpa michambo bila kumpa nafasi yoyote ya kuongea, akimchamba kuanzia muonekano wake mpaka matendo yake ambayo anayafanya katika kijiji. E bana, ni hatari sana huyu. Dawa yao anaonekana ni mtu hatari sana kwenye kulonga longa, yani kuongea ongea, yani katika bla bla za hapa na pale. Hakuna mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kumshika kwenye hiko kijiji. E bana, ni hatari sana sana yani ni hatari na nusu. Sasa ndipo kiza kikaingia, e bana, katika kiza kuna mambo mengi sana ambayo yanafanyika, hasa hasa kuanzia mishale ya saa sita, saa saba saa nane mpaka alfajiri e bana. Kiza kilipoingia katika weki kijiji, mishale ya saa nane usiku, wanaonekana wachawi wakiwa wamekaa katika kilinge chao, wakijadili mambo mawili matatu, haswa haswa mada kubwa ikiwa ni ujio wa Professor, na mkuu wa iko kikundi anaonekana ni yule bibi ambaye mwanzo kabisa wa episodi ya mia na nane hii alionekana akimnyanyua angani juu yule kijana, huku akimnyonga kimiujiza. Na hivyo cha kushangaza zaidi tunamwona mama yake na Mfinanga ambaye ni mkwe wa mke wa Mfinanga akiwemo katika kile kikundi, na binti mmojawapo kati ya wale mabinti waliokuwa wakiteka maji yupo katika kikundi cha wachawi pia na pia akiwa mama mwingine pamoja na jamaa mmoja ivishupavu, lakini yeye badala ya kufanya kazi anaendekeza vilinge vya uchawi e bana! Kumbe katika hii muvi bana, kuna imani za kishirikina bado zinaonekana na watu wawapendi maendeleo ya watu, kwa sababu siku zote wachawi bana huwa wanapenda kuona watu tu wakiteseka, huwa wapendi kuwaona watu wakifurahia maisha wala wakiwa na uhuru na amani katika maisha yao. E bana, ni hatari sana. E bana, ni noma sana. Ndipo mkuu akasema kwamba yeye bana atalipiza kisasi kwa profesa, kwamba profesa amejichanganya kurudi kijijini, kwa sababu mwanzoni kabla ya kuondoka kijijini e bana profesa alimuaga dada yake na huyo bibi, ambaye dada mtu anaitwa Bibi Chaka. E bana ukikumbuka kisa cha Bibi Chaka, bana alitakaga kumtoa kafala mke wa Mfinanga na kumzuia asijifungue, ndipo profesa alipoingilia kati lile swala na kumuondoa uhai yule bibi, iliweza kunusuru kiumbe ambacho kitazaliwa cha mke wa Mfinanga pamoja na Mfinanga mwenyewe. Kumbe bana alipoondoka tu profesa wakatumia chansi ile kuweza kumfanya Mfinanga kuwa msukule, na hapo ndipo anapojadili na mama yake na Mfinanga anasema, au tumteketeze kabisa Mfinanga kwa sababu profesa asija akagundua mambo yetu na akatuchafulia zaidi. Na yule bibi anasema hapana, usimteketeze wala usimfanye chochote, na badala ya kuongea yale mambo mawili matatu, akaanza kutoa makalama na kuwakumbusha wachawi wengine wajibu wao haswa, yule dada na kumwambia bana, zimebaki siku chache hadi leo hujatoa kafara ya mume wako. Na yule dada akamjibu kwamba usijali, ndani ya hizi siku mbili zilizobakia nitafanya kazi yako vile ipasavyo na tutakuja kuburudika mkua, Na kisha mkuu akamgeukia yule wa kiume na kumwambia nakupa ujumbe, yani nakutuma, na nenda nyumbani kwa maganga usiku huu ukamwambie hivi, kama hataki kushirikiana na sisi katika chama chetu kama hataki kuwatendi katika vikao, mwambie arudishe manyanga yetu, arudishe vitu vyetu ambavyo vinamsaidia yeye kufanya ushirikina. Nenda kafikisha ujumbe huo usiku huu, na pia nawatakia wote mweze kutawanyika, lakini mama yake na mfinanga akahitaji aweze kubaki kwa sababu wana mawili matatu ambayo wanatakiwa kuzungumza na huyo mkuu. E bana, watu wote wakanyanyuka na kuondoka bana, walipoondoka ndipo akabaki mkuu na mama yake na mfinanga wakizungumza mambo mawili matatu ya hapa na pale, wakijadili bila kuonekana kutokea kwa sauti, japo hatujajua wamejadili nini, lakini jinsi tunavyozidi kuendelea mbele kuangalia movie letu ama series letu, tutagundua kwamba walikuwa wanajadili kitu gani cha maana. E bana, eh, ni hatari na nusu, ni noma sana e bana. Inaonekana yule jamaa akitimiza wito ambao amepewa na mkuu wake na anaonekana waziwazi saa nane za usiku akielekea nyumbani kwa Maganga, na alipofika alikuta taa inawaka ndani, lakini mlango umefungwa. Alipogonga mara mbili mara tatu hakuitikiwa na mtu yoyote, ndipo akaamua kuelekea dirishani na kuita, na ndipo mke wa Maganga ikasikika sauti yake akiitikia, na jamaa akamuomba atoke nje. E bana e, mwanamke anatoka akionekana amechoka na usingizi, na kisha akamuuliza vipi, shemeji yangu, karibu. Ndipo jamaa jamaa anamwambia bana eh, mimi namhitaji Maganga, nina mazungumzo naye. Mwanamke anaonekana kushtuka kidogo na kusema mazungumzo saa nane usiku, vipi kwema? Jamaa anajibu ni kwema kabisa, hakuna tatizo lolote shemeji, ila tu nina maagizo yake ambayo nahitaji kumfikishia ndugu yangu e bana eh. Mwanamke ikabidi ampe taarifa na kumwambia Maganga tangu atoke asubuhi hajarudi nyumbani mpaka muda huo, na ukizingatia unazifahamu tabia za Maganga. Ndipo jamaa akasema basi haina shida akirudi mwambie anitafute ili tuweze kuzungumza niweze kumfikishia ujumbe ambao nimetumwa kumfikishia, na mwanamke anaitikia sawa na kurudi ndani kufunga mlango na kuingia kuulala, na ndipo jamaa anaondoka zake, na jua linapokuchwa, anaonekana maganga akiwa amelewa chakali na chupa yake bana, akiwa anapita mtaani, ndipo Hamadi akakutana na profesa na ndipo maganga akaonekana kusema leo kazi ipo leo, nimelewa ebana, ni hatari. Walipokutana na Profesa ndipo Maganga akaanza kuonyesha nyodo fulani hivi na Profesa akamwonea huruma Maganga na kumwambia hivi, Maganga utaacha lini kunywa pombe, kwa sababu pombe ni hatari kwa afya yako. Na maganga bana, kwa kuwa akili zake ni fyatu, akamwambia pia Profesa, na wewe lini utaacha kuweza kusaidia watu, kwa sababu hamna faida yoyote ambayo unaipata kutokana na hilo swala na ndipo profesa akamwambia mimi siwezi kuacha kusaidia watu kwa sababu hii ndio kazi yangu ambayo nimeumbwa na Mwenyezi Mungu kuja kuitenda hapa duniani. Na maganga yakajibu kwa dharau, na mimi hii ndio kazi yangu ambayo nimeumbwa na Mwenyezi Mungu ili kuja kuitenda hapa duniani, yani kupiga mitungi na kusherekea na kufanya mambo ambayo ni hatari katika ulimwengu. E bana, e, wakaonekana kuwa na mzozano baina ya profesa pamoja na yule bwana maganga wakibishana hapa na pa E bwana, profesa alimwangalia Maganga kwa masikitiko na kuamua Finanga, akiwa anatoka nyumbani kwake, sasa akielekea katika mizunguko yake Hammadi. Njiani bana ndo anakutana uso kwa uso, macho kwa macho, e bana mwili kwa mwili na Profesa mwenyewe anaonekana kushtuka kidogo yule mama, na hapo ndipo episodi yetu inapoishia e bana. Tujiulize maswali machache kabla ya kufunga. Je, Profesa atamfanya nini huyo mama? Kwa sababu anaonekana ni kigeugeu na kizungumkuti. Je, yule bibi ataweza kweli kupambana na profesa ambaye tunajua ana nguvu ambazo ni unlimited, ambazo ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kusaidia watu. Lakini tukiliangalia saka saka la yule bibi, pia anaonekana sio mtu wa mchezo mchezo, anakiwasha ile kinoma ebana. Je, itakuwaje mkwe wa huyo mama akigundua kwamba yule mama mkwe wake pia ni mchawi na ndiye aliyemtoa kikoa mwanaye ili aweze kutumika kama msukule e bana, ni hatari sana na itakuwa Ndapo jamaa akimfikishia taarifa Maganga, kwa sababu ukimwangalia Maganga anaonekana ni mpuuzaji wa mambo ebana. Usikose sana kuiangalia movie review ama series review ya Profesa ambayo inafuata ebana. Ulikuwa nami popo popo, msimulizi wako the great kanabino ipa. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment katika chaneli yetu hii. Ni African Gene. Shout out my man.